ya upelelezi wa jinai DCI inasema imewakamata washukiwa wanane wanaodaiwa kuhusika na uwizi ulioshuhudiwa katika barabara ya Thika baada ya ziara ya rais William Ruto. Washukiwa hao wanadaiwa kuwa miongoni mwa makundi ya vijana waliokuwa wanavamia watu pamoja na maduka na pia kuwaibia wenye magari katika barabara ya Thika. Willy Lusige na taarifa hiyo Hivi ndivyo hali ilivyokuwa siku ya Jumanne baada ya magenge ya vijana kuonekana wakiwavamia watu njiani pamoja na kwenye maduka na kuwaibia, baada ya ziara ya rais William Ruto katika maeneo bunge ya Ruaraka na Madhare, hao <coughs> wakiwavamia hata wapita njia na waendesha magari katika barabara ya Thika na kuwapora, wakenya wakitamaushwa na matukio hayo na kuwataka polisi kuwakamata walohusika. <coughs> Washukiwa wanane wa visa hivyo walikamatwa. Miongoni mwao ni John Junior Oginga aliyekamatwa katika barabara ya Thika na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Pangani. Idara ya DCI inasema alikamatwa kwa kosa la kumvamia na kumwibia mtu mmoja simu akiwa amejihami kwa kisu siku hiyo, wengine saba wakikamatwa kwa kuwa miongoni mwa washukiwa kumi wanaodaiwa kuwaibia wapita njia simu na vitu vingine katika eneo la Mathare Area 4. saba hao wakizuiliwa katika kituo cha polisi cha awe ni yule anasimamisha mwingine, anapona mali ya mwingine yote, tutashughulikia vilivyo na tumeshika wale tumekamata, wameenda kutini na wengine tutaendelea kuwasaka. Muhalifu ni muhalifu, si ni kweli? Ila polisi wanasisitiza ndio ngoma imeanza ya kuwasaka wote waliohusika, na kwamba hakuna mshukiwa yeyote atakayesazwa hadi wote watiwe mbaroni. Wili Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi.